Mfumo wa ekolojia wa ziwa Bogoria umezua hofu miongoni mwa wataalamu wa, wata wa maswala ya ekolojia, wataalamu hawa wakidokeza kuwa ekolojia ya ziwa Bogoria huenda ikaharibika. Kuharibika kwa ekolojia ya ziwa hili kumechangiwa na ziwa hili kupoteza umaarufu wa kihistoria na upungufu wa ndege ya aina ya korogo almaharufu flamingo, ambayo hupatikana katika ziwa hili. Kupungua kwa ndege hizi ni kufuatia mabadiliko ya tabia nchi. The river that drains into the lake is widely affected, right from the source to the mouth, by human activities like farming. Ziwa Bogoria ambalo limekuwa kivutio cha watalii katika maeneo ya bonde la ufa kutokana na kuwepo kwa ndege hawa, jambo ambalo wakazi wa maeneo hayo wasema limeleta hasara kubwa kwao. Kwani idadi ya watalii imepungua kutokana na kutokuwepo kwa ndege hao. We've been having a progressive

Takwimu za ndege zikionyesha kuwa idadi ya ndege hawa wa korogo imepungua kwa kiwango cha juu kwani ndege hawa wamepungua kutoka takriban milioni. Hii ikiashiria hatua ya haraka kuchukuliwa na mazingira ya ziwa hili kutengenezwa. We have a decline of the lesser flamingo where in a 2022 uh, water bird uh, census that was done we had a total of 252,000 an estimate of that. And this is this is dropping down from a million that they were. Mary Kyalo, Undugu TV.